Yapo mambo yanayoweza kukatisha tamaa, yapo mambo ambayo yanaweza yakakuvunja moyo, yapo mambo ambayo yanaweza yakaumiza, yapo mambo ambayo yanaweza yakatesa ndani ya moyo wako, yaani unasikia kuteseka, yapo mambo ambayo yanaweza yakatengeneza kama unyanyaso fulani kwenye maisha. Haya yote yanamkuta mtumishi wa Mungu mcha Mungu anayemtumaini Mungu, anakutana na haya. Lakini kusudi la haya yote ni kutaka kutuimarisha katika msingi wa kumtumaini Mungu, na Mungu huonekana katika yale magumu ambayo tunayoyapitia, hasa yale ambayo ya yanakuwa kwa akili zetu tunasema kwa kweli hapa haiwezekani, Mungu ndipo anaposema inawezekana. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya sura uh, ya 37